Sifa ya kwanza kabisa ya mwanamke ambaye ana uwezo wa kudumu kwenye ndoa ni mwanamke ambaye hatumii smartphone. Mwanamke yoyote ambaye hatumii simu kubwa ni vigumu sana kuondoka haraka kwenye ndoa. Kwa sababu hizi simu kubwa zimevunja sana ndoa za watu wengi. Na wanawake huaga wanashawishika kwa kusikia. Anaweka zake bando anaingia mtandaoni, anakutana na mwanamke mwenzake. Oh, wanaume sasa hivi wameshindikana. Ukiona ana tabia hizi, ujue anakuchiti. Eh, ukiona tabia hizi, ujue hakupendi, amepata mwanamke mwingine. Sasa akishaangalia, ile video analinganisha na tabia za mwanaume wake na zile za mwanamke mwenzia ambaye amezitaja mtandaoni, mambo yanaendana ndoa haipo hapo. Hata kama ndoa haipo itakuwa na misukosuko. Kwa sababu gani? Amesikia, ukiona tabia za mwanaume wako ziko hivi, anakuchiti au hakupendi. Tayari ndoa ishaingia kwenye misukosuko. Kwa hiyo mwanamke yeyote ambaye anatumia simu kubwa ni rahisi sana ndoa yake kuvunjika. Kwa sababu mtandaoni kuna wengine wameachwa huko, wanaingia mtandaoni, wanatema sumu, wanashawishi watu ujinga, wanashawishi watu umalaya, wanawaambia wazae, mara kabla hawajaoa, wa, hawajaolewa, ili mradi tu awe na watoto. Wanaume sasa hivi ni mbwa. Yani, makahaba wameingia mtandaoni, wanawashawishi wanawake, wamewaharibu wanawake ambao walikuwa na akili nzuri, makahaba wameingia mtandaoni wamewaharibu o ndoa hazifai oh, oh unaweza kuishi bila mwanaume unaweza kuwa singomaza kuwa singo raha tayari mwanamke mwana yote mwana ambaye ana simu kubwa hawezi kudumu kwenye ndoa kwa hiyo sifa ya kwanza ya mwana mwanamke ambaye ana mwana uwezo wa kudumu kwenye ndoa hatumii simu kubwa namba mbili hana marafiki wengi Sifa ya pili ya mwanamke ambaye ana uwezo wa kudumu kwenye ndoa ni mwanamke ambaye hana marafiki wengi. Mwanamke yoyote ambaye ana marafiki wengi hawezi kudumu kwenye ndoa. Hawezi hata siku moja kwa sababu akigombana na mume wake lazima atawaambia marafiki zake. Na kila rafiki yake lazima atamwambia. Kila rafiki anavishawishi amekutana na mazingira tofauti kwenye mahusiano yake. Kwa hiyo yule rafiki yake atamshauri kulingana na mahusiano yake ambayo ameyapitia. Kama amepitia, ameumia huko, atamwambukiza sumu. Kwa hiyo mwanamke yoyote ambaye ana marafiki wengi, kudumu kwenye ndoa ni ngumu. Ni ngumu. Kwa sababu gani naongea hivyo? Ukitaka kujua tabia za mke wako au tabia za mume wako au tabia za mpenzi wako, angalia marafiki zake ni wa aina gani. Mtu yoyote ambaye ni malaya na marafiki zake ni wahuni. Ukiona mke wako ana marafiki na wanawake malaya malaya, na yeye lazima awe malaya. Kwa sababu gani ninasema, mwanamke ambaye sio malaya akiungana na marafiki ambao ni malaya atakuwa malaya na yeye kwa sababu wale marafiki zake wataanza kumshawishi. Mchiti hata mara moja, basi mme wako na wewe acha unyonge unyonge. Mchiti hata mara moja hivyo, unafikiri pale mwenzi wako alipo akuchiti, anakuchiti na ndio maana linakunyima hela kila siku. Ukiona mwanaume anakunyima hela unjua anahudumia wanawake wengine, eh, anahudumia wajanja. We mjinga, amekuacha tu tayari, mke wako ashaanza kuharibiwa kisaikolojia, na akienda kukaa nyumbani na anakuomba hela afu kawa huna kumwambia sina, yale maneno ndio anakuanza kuja sasa yale maneno ndio anaanza kumujia sasa ya marafiki zake ya kwamba anahudumia wengine, anahudumia wajanja, wewe hawezi kukupa. Eh, wanamlingishia muda mwingine pesa. Ona mimi nimedanga, eh, nimemchiti buwa, yule bwa, yule mbwa, mbwa wangu yule nimepata laki moja. Wewe endelea kukaa tu hapo. Mwenzako anahudumia wajanja. Mchiti hata mara moja upate laki moja. Utashangaa tayari na wewe kashaingia. Na akikuchete mara moja, ndoa ishavunjika. Akionja pesa huko nje, ndoa ishavunjika. Ukiona mume wako ana urafiki na wanaume malaya malaya, na yeye lazima awe malaya. Na kwa sababu gani ninasema mwanaume akiwa na marafiki malaya, <laughs> ana support vitu vya umalaya umalaya vya uhuni na yeye lazima awe hivyo. Kwa hiyo mwanamke ambaye ana marafiki wengi ni vigumu kudumu kwenye ndoa. Namba tatu, sifa ya tatu ya mwanamke ambaye ana uwezo wa kudumu kwenye ndoa ni mwanamke ambaye ana hofu ya Mungu. Mwanamke ambaye ana hofu ya Mungu ni vigumu sana kutoka kwenye ndoa, kwa sababu muda wote anaiombea ndoa yake e, anaomba toba kama kuna makosa aliyafanya kabla ya kukutana na mume wake. Anamuombea mume wake kama kuna wanawake alilala nao kabla ya kukutana na yeye, anaombea kila kitu, familia yake na uchumi mwanamke yoyote ambaye ana hofu ya Mungu, elewa hofu, sio anaenda kanisani, sio anaenda msikitini, ambaye ana hofu ya Mungu. Namba nne, sifa ya nne ya mwanamke ambaye ana uwezo wa kudumu kwenye ndoa ni mwanamke ambaye amelelewa vizuri na mzazi. Mzazi wake sio malaya malaya, sio muuni muuni. Huyo ni rahisi sana kukaa kwenye ndoa. Hawezi kutoka kwenye ndoa kijinga kijinga. Namba tano, sifa ya tano ya mwanamke ambaye ana uwezo wa kudumu kwenye ndoa, hasikilizi marafiki, hasikilizi nani wala nani. Yeye yuko anadili na ndoa yake. Mwanaume ukiona umemwacha mwanamke mwenye sifa kama hizi tatizo lipo kwako. Sasa na hizi ndizo sifa za mwanamke ambaye hawezi kudumu kwenye ndoa. Kwanza kabisa, wanawake wengi wakiona hawana tumaini la kuolewa tena, ametembea na wanaume kibao, ameingia kwenye ndoa ametoka, amezaa, amezaa akiwa nyumbani. Kwa asilimia kubwa, aina hii ya wanawake wameibuka mitandaoni, wakiona wamekosa tumaini la kuolewa tena, wanaanza kuwapotosha mabinti wengine, waone ndoa ni upuuzi. Imeibuka aina ya hawa wanawake wanashawishi mabinti waone ndoa ni ufala, ndoa ni upuuzi. Nataka niseme au mabinti wapuuziwe, kwa sababu ni makahaba wa kuzimu. Wao tu ndo ndoa zimewashinda. Umalaya wao na uhuni ambao walikuwa wanaufanya ndio umesababisha wa wao kutoka kwenye ndoa. Kwa hiyo wasiwashawishi na mabinti wengine wasiingie kwenye ndoa. Yani wanawashawishi mabinti wasiingie kwenye ndoa, ila wanawashawishi wazae bila kuingia kwenye ndoa. Unaona umalaya huo. Shoga, hey, yangu bora uzae, lakini sio uingie kwenye ndoa, utateseka. Kahaba wa kuzimu. Unafundisha mwanao aende kazini. Yaani wewe ndio unakuwa kisababishi cha kumpeleka mwenzako aende jehanamu. Utakuja kujibu ya kwamba wewe ulimshawishi huyu binti azae kabla ya kuolewa. Wewe ulimshawishi huyu binti aanze kufanya mapenzi kabla ya kuingia kwenye, kwenye ndoa. Utakuja kujibu siku ya hukumu. Mabinti wengi mnakuwa visababishi, wanawake wengi mnakuwa visababishi vya kuwapeleka wanawake wengine katika ziwa liwakalo moto la kiberiti. Mnawashawishi wasiingie kwenye ndoa ila wawe na wapenzi. Mnawashawishi wasiingie kwenye ndoa ila wazae kabla ya kuolewa. Kuna kundi jipya limeibuka mtandaoni la namna hiyo, wanashawishi mabinti, ni heri usiolewe eh, ila uwe tuna mpenzi wa kutoa nyege. Makahaba nyie! Wao wameona ndoa zimewashinda, wanawaonea wivu mabinti hawa waingie kwenye ndoa, na hata ikitokea wa wameingia kwenye ndoa, wanawajaza sumu. Yaani yeye kashaumizwa huko na mapenzi yake na ndoa yake na umalaya na ugoni huko, anaanza kutema nyongo mtandaoni, anaanza kutema sumu, kuwashawishi mabinti wasiingie kwenye ndoa, ila anawashawishi wazae bila kuingia kwenye ndoa. Huo ni ugoni na umalaya, na wanaofanya hivyo wataingia jehanamu. Kuzaa bila kuolewa ni dhambi Kufanya tendo bila kuolewa ni dhambi, na wanaowashawishi hao mabinti wafanye hivyo, motoni. Mabinti wengi hawawezi ndoa kwa sababu wamewahi kutembea na wanaume wengi kabla ya kuoleka. Kwa hiyo akiingia kwenye ndoa hawezi kutulia, alizoea kubadili saizi za maumbile ya wanaume mbalimbali. Kwa hiyo akiingia kwenye ndoa hawezi kutulia kwa sababu alizoea kubadili saizi za maumbile ya wanaume mbalimbali, na kila mwanaume ana short time ya kwake. Kwa hiyo hawa malaya wakishaolewa ni ngumu kutulia. Mwanamke yeyote ambaye amelala na mwanaume zaidi ya mmoja, amelala na wanaume zaidi ya mmoja, ni ngumu kutulia kwenye ndoa. Hawawezi kutulia hata siku moja. Kwa sababu alilala na mwanaume mwingine anatumia kila mmoja, kila mwanaume anashotamia kwake. Atalala na mwanaume mwingine atamtumia dakika 20, mwingine nusu saa, mwingine usiku mzima. Mwingine ametumia madawa ya kujibusti anashinda naye usiku mzima. Mwingine ana maumbile makubwa amejiumua na madawa. Kwa hiyo kila aina ya umbile limepita hapo kwake. Akishaolewa kwenye ndoa, kutulia ni ngumu. Ndo utasikia wanalamika, wanalalamika oh, hanifikishi kileleni, haniridhishi. Sio kwamba hakuridhishi, shida ni kwamba anataka wewe mwanaume mmoja uliyemuoa yeye, huyo mwanamke, umfanyie yale mambo ya wale wanaume kumi ambao aliwahi kulala nao kabla hajakutana haja na wewe. Mwanaume mwingine alikuwa na daka ishirini daka thelathini mwingine ameumua maumbile, mwingine usiku mzima. Sasa anataka na wewe uwe kama wale wanaume kumi tofauti tofauti Yaani yale mambo yote ambayo alifanywa na wale wanaume kumi, wewe mwanaume mmoja umfanyie. Wengine walikuwa wanamlamba, wengine wanamnyonya kwenye masikio, wengine wanampiga denda, wengine sio, yamfanyaje sasa. Hayo mambo yote anataka wewe mwanaume mmoja uyafanye, na kinakuwa ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa na yeye kwa kuwa alikuwa ameshazoea, alikuwa anaona raha, ataanza kutafuta hayo mambo nje ya ndoa, atatoka kwa hiyo hawa malaya wakishaoleka na waliwahi kufanya vitu kama hivyo, sijui kulangwa, sijui kufanyaje, lolololo, ni ngumu kutulia hawa malaya kwenye ndoa. Wakishaoleka kutulia ni ngumu. Mwanamke yoyote aliyelala na wanaume zaidi ya mmoja huwa anadharau kwanza wanaume wote. Mwanamke yoyote ambaye ameshalala na wanaume zaidi ya mmoja huwa anadharau wanaume wote, anaona wote ni wale wale Malaya yoyote ambaye ananiangalia hapa au mwanamke yoyote ambaye amelala na mwanaume zaidi ya mmoja, hicho kitu kipo ndani ya mwili wake. Haogopi kulala na mwanaume yoyote, anaona ni kawaida tu kumvulia mwanaume yote nguo, kwa sababu amezoea. Na huaga wanadharau sana, utaniweza. Mwanamke yoyote akiona kama mwanamke ka kana kiburi, kanajiamini sana, hakana aibu, hujue ako kama malaya Eh! Hey. Anakuwa na kiburi kwa sababu amezoea kubadili wanaume. Kwa hiyo haoni haya kuachana na mwanaume aliyenaye na kisha kwenda kwa mwanaume mwingine. Amezoea kuzishika shika kila silaha za wanaume tofauti tofauti. Ameshika hii, ameshika aina hii, ameshika aina hii. Kwa hiyo haoni haya, haoni aibu kuachana na wewe. Ana uwezo hata wa kuachana na wewe abaki single ili aanze kufanya yale mambo ambayo alikuwa anayafanya kabla hajaolewa na wewe. Hicho ni kitu cha kwanza kinachosababisha wanawake wengi wasidumu kwenye ndoa. Kingine cha pili, wengine wana kiburi kwa sababu ya shepu na uzuri wao walionao. Sula zinawapa tabu, zinawapelekesha. Anaona mimi ni mzuri, anavyotongozwa tongozwa na wanaume wengi, huku akiwa ndani ya ndoa. Anaona ni heri nibaki single tu, niendelee kutongozwa, ni lalale na wanaume tofauti tofauti. Wengine wameupata huo uzuri kwa kumkufuru Mungu, yani wamejiongezea wenyewe baadhi ya sehemu za miili yao. Sasa kwa kuwa mwanzo alikuwa hana kalio, alikuwa hana shepu, sasa hivi kajiongeza kwa kutumia madawa, amekuwa kama limbukeni hivi, yani anajishangaa mwenyewe, haamini kwamba ana kalio. Amemkufuru Mungu, alikuwa hana kalio, hana shepu, sasa hivi amejiongezea makalio, amejiongezea shepu, anakuwa kama limbukeni hivi na kibaya zaidi, sisi wanaume huwa hatuoi makalio wala shepu. Tunaangalia akili na utii alionao mwanamke. Sasa hawa malaya, hizo sifa wenyewe hawana, za utii hawana, akili akili zao zipo kwenye makalio, zipo kwenye shepu, zipo kwenye uzuri wao. Sasa sisi wanaume hatuoi uzuri. Hatuoi shepu wala hatuoi makalio. Tunaoa mwanamke mwenye akili. Tunaangalia akili na utii alionao mwanamke. Sasa hao wenyewe malaya hizo sifa hawana. Wanaingia kwenye ndoa wanaingia makalio. Wana kiburi cha makalio, wana kiburi cha shepu, wana kiburi cha weupe. Bila kujua hivyo vitu kwenye ndoa mkiingia tu vina expire ndani ya miezi mitatu. Baada ya hapo tunakuwa hatuishi kwa kuangaliana shepu wala makalio. Huo uzuri ambao uko nao wewe mwanamke, Mwanaume akiingia na wewe kwenye ndoa atautamani kweli huo uzuri, atausifia hayo makalio, atayashikashika hiyo shepu ataishikashika. Baada ya miezi mitatu kuisha, akili ya mwanaume inahama, inakuwa haipo kwenye shepu, haipo kwenye makalio, haipo kwenye sura, bali ina dili na tabia na matendo yako. Kama unabisha, waulize watu ambao wamemaliza miaka miwili ndani ya ndoa, waulize kama bado wanaangaliana shefu na makalio. Huko wamehama, wanaishi kwa kuangaliana tabia zao na matendo. Sasa hao wanawake ambao wako na mashefu na makalio, si na maana nini, wao akili zao zipo huko, anapotongozwa tongozwa anaona kama vile yani wewe ambaye umemuona mchelewesha. Sasa hawa malaya wao wakianza kutongozwa na wanaume wengine huko, wakiwa ndani ya ndoa, wanakubali wanaachana na waume zao, kwa sababu wanatongozwa na wanaume wengi. Wakienda huko, kinawaramba, kikishawaramba ndo utasikia wanaanza kupiga makelele mitandaoni alichelewa kulinga na uzuri na shepu na makalio, akatoka kwenye ndoa akiamini atapata mwanaume sijui mzuri kuliko mume wake, akaamini wale wanaume wengine ambao wako nje ya ndoa wanampenda kuliko mume wake, anatoka ndani ya ndoa. Sasa akishatoka ndani ya ndoa, anakosekana mwanaume mwingine wa kumuoa, ndo anaanza kupotosha mabinti wengine kwamba ndoa sio nzuri, ndoa ni, u, ni upumbavu, ndoa ni ujinga, anaanza kuwaaminisha wanawake wengine wasiolewe. Wanawake wengine wanakuwa na kiburi pale wakianza kushika pesa, wanakuwa na kiburi sana. Wanaona ni heri wakae kuwa singo kuliko kuamrishwa na mwanaume, huku na yeye yuko na pesa. Mwanamke akianza kushika pesa kwa asilimia kubwa, huwa anabadilika sana. Kwa hiyo, kitu kingine kinachosababisha mwanamke anavunja ndoa au ndoa nyingi zinavunjika ni mwanamke kuanza kumiliki pesa. Wengine wanakuwa na kiburi kwa sababu anatongozwa na wanaume wengi. Akiona anatongozwa tongozwa na wanaume wengi, anaona kama vile wanaume wa nje wanampenda sana kuliko mume wake, anaamua aache ndoa yake. Kumbe hakuna mwanaume anampenda mke wa mtu ili amuoe. Anampenda tu kwa sababu yuko na yule mwanaume. Toka nje ya ndoa, muache mume uone. Wengine wana kiburi cha kusoma. Mwanamke ambaye amesoma, wanawake ambao kwa asilimia kubwa wanaongoza kuwa masingomaza. Ni mwanamke ambaye anatafuta hela sana, huyu lazima awe singomaza. Anayetafuta hela sana. Mwingine ambaye amesoma sana, huyu lazima awe singomaza. Mwingine ambaye analingia uzuri, analingia shepu. Huyu lazima awe singomaza.